Je, umeshawahi kusikia sauti ikipita kutoka kaburini? Usiku wa giza zito, upepo wa jangwa la Mali ulivuma juu ya mchanga mkavu. Mwandishi wa habari binti aitwaye Amina alikuwa safarini kuelekea mji ulioitwa Mji wa Wafu, sehemu ambayo haipo kwenye ramani, lakini kila mtu wa eneo lile aliogopa kuitaja. Walisema ni mahali ambapo wafu hawalali, na walio hai wakiingia mji huo hupotea bila alama. Amina akiwa na kamera na begi la mgongoni alitaka ukweli. Alipofika mlangoni mwa mji huo aliona alama za viganja vya mikono kwenye milango ya udongo, kisha sauti ilimnongoneza, karibu nyumbani. Amina akasimama, moyo ukidunda. Amina ataingia ndani ya mji wa wafu.